Ah, mambo ya kuachana sio shida zetu olewa. E, aliolewa ajaolewa e, basi kaolewa e, ndio maana yake hapo e? Kaolewa hata e? Kama kaachwa talaka mia, lakini kaolewa au, wengine wenye mashepu yao na kila kitu chao wako wapi waliolewa? Aya basi hapo jibu lao hilo. Wanasema ndoa using'ang'ania, hakuna long'ang'ania ndoa sasa kwani ye alimshika miguu na mikono Diamond akamwambia lazima nioe? Alimtia pingu? Alimteka akamwambia lazima unioe? Hakuna, yule bwana akataka mwenyewe kuoa. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV, karibu sana kwenye exclusive interview. Leo nimemtembelea mama wangu hapa, Mama Love Kungwi. Mi naitwa Victor Madaha, bianze kamera kama kawaida. Yupo riski bwana. Mama wangu, shikamoo. Marahaba. Mimi kupendeza. Kupendeza kawaida yangu bwana, yeah. Lazima nipendeze. mimi hey, shazeka. Mm. Labda wao ndio wananiona si zeki, lakini mimi shazeka. Yeah. Mimi mwenyewe najijua nishazeka. Yeah. mm. Ha, uchoki zile message kusumbuliwa na. Aa, message zao nikiziona mtu nikiona naniletea upuzipuzi na, upuzi upuzi na bloki basi yeah. Eh, wanatuma message zao mambo yeah. Mambo huwa nasema hawa upinde nini <laughs> E. E, maana mwanamume kweli unaanzaje? Sasa unamtafuta mama wa mtu, kwani wewe mamako una yeah. ukamwambia mambo Eh. Yeah. E, mama mwenzio inakuaje, unamchokonoa yeah. E. Yani, wakianza wakija kwa moto nami nakwenda kwa moto wa juu kabisa yeah. E. Yani, mtu akiniambia mama yako mimi namwambia mama yake mara 800. nn yeah. Kabisa, siogopi. Zamani nilikuwa naogopa yeah. Lakini siku hizi yani, sijui nimekuwa konki yeah. mm, siogopi Eh. Turbo basi ah, turbomeni wengi wao ndo wanazifata hizo hizo turbomeni. Utakuta nguvu hawana, ndo wanazo hizo eh. za plus plus. Eh. Eh, na hao vijana hao mara nyingi nguvu hawana hao. Ukiwaona ile mambo, mambo ujue hawana nguvu za kupepea hao eh. za turbomeni. Waje ni wape turbomen eh. Kusabi, bado pia inapatikana ina eh, inapatikana sasa hivi na turbomen lakini, na, na pia nguvu za kiume plus mm -hmm. Hii nguvu za kiume plus ni kwa wale ambao hawana nguvu kabisa mm -hmm. za nguvu zao, yani kama breki ya zikabi wale wale ndio eh, go mm -hmm. pia wanatumia nguvu za kiume plus mm -hmm. Lakini kwa wale ambao wana nguvu kidogo kiasi yeah. yani, hawajiamini mm -hmm kwa hiyo wale watatumia turbomen lakini pia hapo hapo, angalizo niwaambie, mazoezi wafanye na vyakula wajitahidi, kula mboga mboga, vyakula vya yani, matunda matunda. Wale sio wategemee turbomen ndio itawasaidia kila kitu, hapana. Au nguvu za kiume plus kwa wale kuanzia hamsini na tano sabini, wale inawasaidia sana. Umpi tu mtu dawa, lakini na ushauri pia unampa, nampa na ushauri, kwa sababu hata hao madokta wenyewe wanakwambia dawa ukila si umeze uh, uh, na maji, au utamezaje dawa hivi hivi kavu kavu, itakusaidiaje? Kwa hiyo ndio maana manake mama jana, hatimaye baada ya kuzungumza kwa muda mrefu, damu jana, kumbe kafunguka, kazungumza mwenyewe, kamwoa Zuchu. E, taarifa mpya kabisa hii ambayo tumeipata, mimi nikasema ngoja nikajenge na mama yangu nisikie katika hili sasa, Meku. Ana lipi la kuzungumza? Yuapi yuapi kungu ya harusi aje hapa tu, hangaike naye. Yani ndio maana yake. Unajua bwana, saa nyingine maneno ya watu huwa ni baraka. Unapomsema mtu kuwa kila siku haolewi, haolewi, kwani wewe ndio Mungu wake? Kwani wewe ndio unayempangia maisha kwani wewe ndio unaekaa naye, unamsaidia kitu gani? Yale maneno yao hamuoi hamuoi, pengine Diamond akaona, ah, hebu nifanye hichi kitu, kwa kuwaziba midomo yao, na hakufanya vile kwa kuwa hajampenda anampenda, na wanapendana, ndio yale maneno yako, tunapendana, hamuoni tam kitu, tazama wanapendana wenyewe, ndio maana na kama kamuoa, ni kheri, kwa sababu sisi kwetu Waislamu ndoa ni nusu ya dini kwa hiyo watakuwa wametimiza nusu ya dini, lakini kubwa kwanza ikawe kheri kwao. Wamewafunga vidomo midomo wao wasiakunaku wapenda kusema maneno ya watu, wawatabiri wa ndoa za watu. Leo wamewafunga midomo. Mimi nawaombea kila lenye heri kawaweza, kwa sababu kila siku walikuwa wanamuita king'ang'a kang'ang'ania. Hakuna mtu e. Mtu anayening'ang'ania mwanamme ila wanang'ang'aniana. Eh, ukiona mtu anang'ang'ania basi na yeye anang'ang'aniwa hivyo hivyo na mwenyewe alishayasema haya maneno yeah. Ukiniona tunang'ang'ani, sio ninang'ang'aniwa mm. Tunang'ang'aniana yeah. E, kila mmoja anamhitaji mwenziwe. Huwezi kumuoa mtu usiyempenda, haiwezekani mm. Lazima anampenda ndio maana amemuoa mm. Na pia yule binti anaonekana mvumilivu e, tumeanza kuona mwanzo kwa sababu matukio aliokuwa anapigwa na Diamond eh, kavumilia sana eh. Eh, kwa mtu mwingine mwenye moyo wa tishu hawezi eh, lakini utasema kwamba mbona imekuwa kimya kimya sana ah? Ndoa ya kimya kimya ni nzuri, hata mkiachana mtaachana kimya kimya hmm, itakuwa yani kimya kimya hivyo hivyo hmm. Lakini mkianza ndoa za fahari za kuoneshana hmm, za kutunzana hmm, zile ndio ndoa ambazo kila siku mimi nasema huwa hazikai sana kwa sababu ya matatizo binadamu, wana yao, we unafanya yako na binadamu nao wanafanya ya kwao. Kwa hiyo ukimia kimya ndio vizuri. Mtu kaposwa tayari, ndoa imekuwa, wameitwa mashehe wao na wao, sio watoto wadogo wakiivwa kusema wafanye wa, wa, wa ile ndoa ya fahari sana kwa sababu Diamond mwenyewe kwanza ni mtu wa makashikashi. Kwa hiyo alivyofanya la kupooza imempendeza, kuliko angelifanya lile kuliko la yule mwenzie mm. Ingekuwa balaa tu. Wana, wanauliza maswali sasa, kama wamama kufanya kimyakimya, kwa nini kaeka? Kuna maswali mwishoni, kasemaje? mm. Nilimuoa, lakini kuna mambo ambayo alitokea. Hata na wasasi wengine wanasema, kina Mange wale wamesema kwamba ndoa damu dalitoa talaka tatu, hata mm. akitoa kumi na tatu, lakini kamuoa jamuo laki ndo nauliza, hata akiacha aki talaka mia tatu, kamuoa kamuoa jamuoa kwa hiyo ahadi ilitimia ikutimia kutimia mio mengine sio shida zetu eh. mambo ya kuachana sio shida zetu. Aliolewa jaolewa basi, kaolewa, ndio maana yake hapo, kaolewa. Hata kama kaachwa talaka mia, lakini kaolewa. Au wengine wenye mashepu yao na kila kitu chao wako wapi? Waliolewa? Aya basi, hapo jibu lao hilo, wanasema ndoa usingangania, hakuna longang'ania ndoa. Sasa kwa nini yeye alimshika miguu na mikono Diamond akamwambia lazima nioe? Alimtia pingwa alimteka akamwambia lazima unioe? Hakuna yule bwana kataka mwenyewe kuoa? Mm, mapenzi ili kwa kwa mwanamke hasa ili mwanamume aweze kumuoa atakamshawishi katika mambo yapi hasa? Hakuna ushawishi isipokuwa ndoa. Bwana anasurudia tena, Mwenyezi Mungu anapanga ndoa. Hata kama mnaweza mkakaa unaweza ukaishi na mtu miaka mia miaka hamsini miaka sitini lakini asikuoa asikutamkie hata siku moja na kama nataka kukuoa, akakuchezea ukuchezea akishamaliza kwenu e. Kwa hiyo ile ni ilikuwa imeshapangwa tayari waoane, kwani tulitegemea kama Zuchu na Diamond kuna siku wali watajuana wataimba pamoja? Tuliwa kutegemea. Basi ni vitu ambavyo vinatokea duniani mm-hmm, sana n pia Harmonize ameandika kwamba uh, hakuna ndoa hapo, ni uongo ulichokifanya, labda ume, umefanya umuoe ili uweze tu kumbakisha katika lebo yako ya Wasafi. Sasa kweli kama ndoa ya uongo mm? Shehe Walidi, shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, kweli atafanya kitu cha uongo uongo cha udanganyifu mm? Yule shehe ambaye anaangaliwa dunia nzima mm? atafanya upumbavu namna hiyo kweli? Haiwezekani mm. Haiwezekani, mimi siamini. Shehe sio Bongo Movie yule. Aa, yule shehe Kanyoka e, tena sana He? yule yuko hivi ndiyo, hawezi kukumwozesha mtu eti ndoa feki. Kakwambia kuna ndoa feki kweli? Ndoa ndoa tu, hakuna cha hili wala lile. Hiyo ndoa imepita <laughs> e, imepita. Yaani ndoa tunayo na tunatambana nayo. Sasa kuna watu wanaweka vipengele, yaani hata wakiweka vipengele vipi, tumeolewa tujaolewa Tumeolewa ya. Yani kungwi, nimefurahi ile mbaya e, Mzanzibari ule. Sisi Wazanzibari bwana e, ndo manake kitu gani? hatuna vitu special, lakini tuna vitu vyetu ambavyo Mwenyezi Mungu ametubariki e. Yani tuna mablesi ya Mwenyezi Mungu sisi tumepewa sisi kwa ndoa tu e. na kuachika sio shida zetu e. ah, kabisa. <laughs> <laughs> hata zikiwa kumi na tano anioe baba yako anioe kazani yako anioe nani yako naolewa mm. E, wala sio shida zangu, yaani mradi nimeolewa, hata ndoa ya uji mi mradi mm. Mi eh, mm. E, sisi kuolewa bwana ndo, kwa sababu tumeeka ile kuolewa ndo kitu cha kwanza, ndio kitu ambacho cha heshima cha adabu cha pia cha mwanamke, unajijua kwa mimi nimeolewa, mm kwa hiyo nathaminika thamani hmm. Yaani value yako inapanda kwa sababu ya kitu hicho kwa hiyo hmm. Kukuachika pia sio shida zetu. Zuchu pia baada ya kuolewa hii sasa value yake imeongezeka thamani. Ha, value imeongezeka kwa ajili yake mwenyewe sio kwa ajili ya, ya watu hmm. Thamani ya mwanamke ndoa sio kuzini. Kwanza zinaa inaondosha baraka. Kwa hiyo kama kati ya ndoa basi kuna baraka ambayo itaongezeka kwao. Uwe, angalia wanaozini na waliooana, watu wawili tofauti. Mtu mzinifu bwana, huenda mambo yake kizina zina, lakini mtu ambaye ameolewa na mtu ambaye hukutegemea, watu hawakutegemea, hata mwoa na yeye amemwoa bwana, hiyo imekula kwao. Tunauliza, Zuchu afanye nini ya sasa, ili aweze kupunguza yale mambo ya mwanzo ya kuwepo? Mpaka kipi kifanyike kungwi? Ah ha, hapa nimesema mimi pia, kama ni kweli mke sasa hivi mke bwana, sio mtu wa kumtoa toa mbele za watu mm, wa kumuonesha onesha hivyo vitu, lakini wao tukumbuke bado ni wasanii mm, wanaimba wanacheza wana nini mm, yale mambo yatakuwepo kwenye masteji kwenye nini, lakini wakitoka pale watauvua usanii, atakuwa mke na mume. Kwa hiyo mume anatakiwa kushughulikiwa, anatakiwa kubembelezwa anatakiwa kulishwa, anatakiwa kufanyiwa masaji, anatakiwa kusingwa. Yote hayo anayajua na kwao yapo, kwa sababu yeye Mzanzibari. Yani si dhani kama vyote hivyo havijui, anavijua vyote na kavipitisha vyote, na ndio maana hayo mambo ya yamekuwa. Lakini watu wanasemaje? Mama Dangote kidogo pale. Sasa ndio kipengele kwa nini watu wanakuwa na wasiwasi na Mama Dangote sana. Jamani, mama wa watu, msimtie katika hilo, kwa sababu mtoto wa kiume bwana, mimi wanangu mwenyewe wanangu wakiamua kuoa, sijawahi kumpangia mtoto wangu hata mmoja kuoa mke, wanajipangia wenyewe. Ila kama mtoto ameniambia mama, mimi nitafutie mke, mke nataka kutoka kwako wewe, nataka ridhaa yako, pale mimi mama ndo nauvaa. E, lakini muradi mwanangu kaoa, ana wake watatu, usijawahi kumpangia Nasoro mwanangu kaoa, sijawe kumpangia. Hishamu aliniomba mama nitafutie mke, kwa hiyo huyo ndo nilimtafutia mke. Alitaka mke kutoka kwangu. Si unajua ile kuna watoto wengine wanataka wao, hawajui jinsi ya mke gani mzuri, mke gani mwenye, mwenye mahadhi mazuri, kwa hiyo akataka kwangu mimi. Lakini na huyu mtoto wangu wanne, sijui naye ataniambia hivyo hivyo au atataka mwenyewe, lakini mimi kwangu sichagui, sibagui atakayenizika simjui. Mama wa watu tusimtie tis, midomoni. Mtoto wa kiume akitaka kuoa mwenyewe anaoa, hapangiwi na mama wala na baba. Mtoto wa kiume wa kike, ndio baba na mama wanahusika, e. Lakini wa kiume anachagua mwenyewe, ila kwa wazazi wanapitisha tu eh. Hey, mwanangu huyu sawa, na kama ana mapungufu wanamwambia huyu mwanamke ana mapungufu fulani fulani, kwa hiyo wewe utarekebisha sehemu fulani, karidhia, sawa. hajaridhia anaendelea mwenyewe. Kwa hiyo mama wa watu tusimtie midomoni. Yeye sio mfungisha ndoa, yeye ni mama, kamzaa Diamond, lakini hafungishi yeye ndoa. Wanasahau hilo. Unasema ni Wasafi pale ni pagumu sana, haiwezekani. Hakuna lolote, hamna lolote, wanamsingizia tu binti wa watu. Nani, Mange Kimambi, anasema kwamba Mama Dangote kiboko. Mama Dangote. Kiboko. Yule ni mama tu anapewa heshima yake kama mama mengine. Nasibu anajiamulia mwenyewe eh, kwani ye ukule kwa Dangote anakaaee? Hakai. Nasibu anatoka anakwenda, anarudi, anafanya yake, anakwenda kwenye manyimbo, anamfuata kote, amfati. Hata hao walikuwa nao wote aliwafata akawaambia, msikae karibu na mwanangu, hajawahi hata siku moja. Wasimtie midomoni mama wa watu kusema kweli mama wa watu, mumuache kama alivyo, atulie mama wa watu, msimsemeseme sana, na yeye ana moyo hana jiwe e, kwa nini mnamsakamasakama kila siku Mama Dangote Mama Dangote kawakosea nini? mm. kumzaa Nasibu imekuwa kioja mm. e, nyie wengine mliokuwa mjapata watoto au ndio mlikuwa mnatamani awe mtoto wenu? Wengine mlikuwa mnatamani awe kaka yenu, awe ndugu yenu? mwacheni mama wa watu, eh mm. e, na Nasibu wake mwenyewe harusi unaionaje una sasa kwa kweli siwezi kutabiri hilo kwa sababu, mpaka nisikie watu wanafanya harusi. Lakini hata wakifanya ya simple sio mbaya, ile ya kujaza uwanjani si kwa Mkapa? Ah, sio lazima, sio lazima, si lazima. Yaani harusi bwana ni ile mmeitwa shehe, mmeozeshwa, imepita kwa Mwenyezi Mungu. Haya mengine sherehe tu. Juzi, tuliona pia Juksi, shughuli yake alimalizia pale nani wa majuzi kati hapa mm. E, jambo lake limeenda vizuri pale Superdome, wasanii wamefika pale kwa wingi pia mm. Tuki yake ulivyoliona, hasa wewe unalipi la kuzungumza. Ah, kwa Juksi ni simseme sana mtoto wa watu mm. kwa sababu ndoa ilipita hayo mm. mengine yalitokea ni sherehe tu, na haikupaswa kufanya mambo yale makubwa vile mm. lakini ninavyosikia yule mtoto alimkuta Sildi Eh? Eh? Nakupa bure hiyo, naambiwa alimkuta sildi yule mtoto hey! lakini wanasahau kuwa hao wanaosema alimkuta sildi wa Nigeria, wanaongoza kwa dawa za uke vibaya sana. Wewe wewe hey, wa Nigeria waniulize mimi, Mama Love Kungwi, ndio ninawajua, wanaongoza kwa dawa za uke. Hata mtoto kama hajakutwa sildi, atakutwa sildi anakoshwa siku hizi, mimi mwenyewe natengeneza eh? Eh, ndiyo <laughs> Ina... usijekute kute ile sio OG inafanyikaje? Ah, <laughs> yani wala huwezi kujua kama hii fake huwezi eh? kujua Mnabili. Yani unajua hii OG kabisa lakini kumbe kitu cha Mama Love Kungwi, ile superwoman mwenyewe kabisa OG wa viwango eh, yeah. ile sealed yeah. eh, eh. kuna mnakusha siku tatu ndiyo tena tukimaliza pale mm -hmm. yai lile linavunjwa mm utewa yai inapakwa. Sitaki kukuelezeni, wanifate mimi ndio konki fire moto hmm. Fire. Mimi wananiona hivi wananichukulia poa, hey. Mi moto wakuotea mbali, nairudisha mpya yeah, yeah. Kama hiyo ya Priscilla nairudisha. Kaweka sawa kule Ah, shosti Diva, niseme kweli Diva yeah. ni mwanangu, sio shosti yangu yeah. uh -huh. na Diva nilimkuta tayari kashaolewa uh -huh. nilimkuta yuko kwenye ndoa yake uh -huh. mimi sija, sio yule ambaye nilimkuta bado hajaolewa uh -huh. Akanishauri mama, naolewa na mtu fulani uh -huh. Ai, ningemkuta hajaolewa uh -huh. na U, angenambia na olewa na mtu fulani ningemwambia mwanangu hapa hmm. Unaingia cha kike cha, cha, cha kike umesikia? <laughs> ningemwambia hivo, lakini ndio ilikuwa ndio ile tena ilikuwa hmm. aingie na kutoka hmm. lakini ndo hivo tena, anagombea ubunge, eh, nimesikia. Mwenyezi Mungu wa mbariki amjalie apate hmm. Lakini wacha kugombea ubunge hmm. Ana mtu sio wa kawaida eh. kweli kabisa Acha. Eh. Anaye mtu anamwangalia kwa kila kitu. Wewe, sana sana vizuri, yuko vizuri yule bwana mashallah, anamtizama sana sana vizuri sana, kama mtoto anamwenzi, anambembeleza. Juu ya kuwa diva, mwanangu, unajua yuko juu kwa yale mambo yake, kuongea nini nini hmm. lakini kwa yule bwana afurukuti, acha kabisa ka, katulizo, eh, analosema ndio analolifanya. Bunge vipi, unamwona anashinda? Ah, ubunge bwana, siwezi kutabiri. <laughs> Nini? Ubunge, ubunge tumwachie Mungu bwana. <laughs> Nitakuwa ja, ja mnafiki, unajua unajua, ndio mwanangu, mimi i yangu kura, ingekuwa naishi Tanga angepata Ange, lakini kwa ubunge Ange. Ubunge tumwachie Mungu, tumwachie Mungu. Eh, kabisa. Lakini sisi waje tunamtakia kila la heri. Yaani e, mimi namuombea dua apate ubunge lakini kweli tumwachie Mungu. Mheshimiwa Diva. Hapo e, e, tena ah, e. Hey, mamake nitakuwa bodyguard wake nitakuwa <laughs> semaji. Semaji semaji la Diva nitakuwa mm, sana sana kuna la mwisho e. Unaambiaje watu wako sasa A, watu wangu niwaambie kwanza mm, mama yenu ninawapenda sana zaidi ya sana mm. Mnaosema sizeki nishazeka, yani nimezeka. Leo ndo nimetoka bila makeup, namnaniona kiukweli, ukweli kabisa, mimi na miaka hamsini na sita. Jamani watoto wangu wazuri, niseme ukweli, najitahidi lakini ndo hey, go tushamalizika saizi. Tukisema sana, tuko kwenye kiti, tukisimama kidogo. Mnajua mwendo wa kinyonga, sasa hivi taratibu ndio mwendo, sitoifanya papara. Lakini niwaambie kwa wale wote ambao mko kwenye Instagram, tumieni mitandao vizuri. Matusi hayafai, kashfa hayafai, hasa kumtukana rais wetu sio kitu kizuri. Niseme ukweli, yule ni mama ambaye amezaa, amelea. Je, yeah, wewe jifikirie wewe tu ambaye unantizama sasa hivi, uwe na mama yako, unamtukana, unamkashifu, unamtengenezea, unakuta watu wanatengeneza vikatuni vinini, sio kitu kizuri. Sisi mimi kama mama naumia kwa sababu yule ni mama pia. Mchukulie usichukulie rais chukulia, awe ndio mama wako, utakubali atukanwe namna ile? Utakubali anyanyaswe namna ile? na binadamu, mnataka nini? Hakuna hata rais mmoja alokuja akawa mzuri kweli, kila kila rais mbaya. E, alikuwa Nyerere alikuwa mbaya, Ali Hassan Mwinyi alikuwa mbaya, Kikwete mbaya, nani Benjamini Mkapa mbaya. Haya, kaja huyu pia mbaya, Magufuli mbaya, nani atakuwa mzuri kwenu? Hata huyo mnayemtaka mkisema atakuwa mzuri mwisho ata watamtia kasoro hivyo hivyo, hivyo atakuwa mbaya. Duniani hakuna mtu ambaye hana kasoro, aso kasoro hakuna, ila tunachotakiwa kuvumiliana. Kwanza sisi Watanzania wengi wetu tuna mdomo mdomo, lakini leo hii litokee la kutokea, kila mtu anajificha ndani kwake. Nasema ukweli. Tutaishi kwa, kwa tafurani tafurani. Mimi naiombea nchi yangu ije na uchaguzi salama, mm -hmm. wenye amani. mm -hmm. mimi sitaki matukio yote yatokee mabaya. mm -hmm. Mwenyezi Mungu aiepushie balaa katika nchi yetu, mm -hmm. atujalie uchaguzi mwema wenye kheri na baraka, na Mwenyezi Mungu amjalie mama ashinde, mm -hmm. tena kwa kishindo. Wewe si unaniona hivyo? Hey, <laughs> sisihemu mbele kwa mbele ndiyo maana yake. nalote la, la mwisho labda kabla tujamaliza? Tujama mama uh, lalote sasa, kuhusu uh, turbo pia tunaambiaje pia na wanafanyaje a ah, kwa kweli wengine hao wananipigia tena uh -huh. turbo inapatikana kwangu mm -hmm. kwenye namba 0713999993 mm -hmm. mm -hmm. lakini pia mm -hmm. kuna nguvu za kiume plus pia na Big machine. Big machine, Big machine kwa wale ambao wenye mizigo yao membamba mifupi yeah, big machine inawahusu yeah, mnaotaka kuongeza bilingani yeah, ngu, hilo big machine inawahusu, lakini yeah, pia nauza nguo watoto wangu wazuri wamesahau, yeah, so, yeah, nguo used nzuri grade one kama hii nilovaa, mm -hmm. na nguo za kila aina na sasa hivi naleta pia nguo mpya mm -hmm. Kwa hiyo watoto wangu wazuri wote ingieni kwenye peji yangu ya Instagram, lakini pia duka liko ndani kwangu, yaani nimetengeneza chumba kama duka. Kwa hiyo mkitaka mnakuja, e, mnatizama, mnaona, mnachagua, chaguo ni lenu. Mimi sina la kuambia zaidi, nawapenda sana. I love you all. Niwambia <laughs> kitu kimoja, na mimi sina la kuambia, nawapenda na wapenda wote minetwa victo madahabianza kamera ilikuwepo riski bwana, hii ni Bongo Plus TV. Sasa ku subscribe, ku like, comment na kushea kazi zote ambazo zinazo upload kupitia hapo, endelea kuwepo pia mwanafamilia wa siku zote wa kila kitu, asante sana.